Hili ni kongamano la nane ambalo limejumuisha muungano wa wahariri nchini. Muungano huu umezungumzia masuala mbalimbali, ikiwemo uchumi wa bahari, namna waandishi wa habari wanavyofaa kuandaa taarifa zao. Sana sana tunataka kuangalia blue economy ni vipi uh, blue economy inachangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa, ndio sababu tukachagua kuja katika kaunti ya Kilifi uh, na vilevile vile. Kupitia ushirikiano na kaunti ya Mombasa tukazuru bandari ya Mombasa kuangazia namna ambavyo biashara zinaendeshwa katika bandari hiyo, na pia kutuwezesha kama wanahabari na wahariri, wakati ambapo tunaangazia taarifa kuhusu bandari au uchumi samawati, ni mambo gani ambayo huwa yanaendelea. Kwa sababu mara nyingi tukiwa wahariri tunaletewa zile taarifa tukiwa chumbani pale katika chumba cha habari, lakini sasa hivi tukienda pale tunajionea wenyewe. Vile vile usalama wa waandishi wa habari umeangaziwa hapa, wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu ikizingatiwa kwamba kampeni za uchaguzi muda sio mrefu zitakuwa zinaanza hapa nchini. Kimekuwa kipindi kigumu sana kwa wanahabari nchini Kenya kuongea lile la kweli, kwa sababu tunapoona vipindi vya uchaguzi au vipindi ambavyo vina siasa ndani yake. Tumeona kumekuwa na kampeni kadhaa, kumekuwa na mikutano kadhaa ya kisiasa, walengwa mara nyingi au maandamano pia, kama yale tuliyoyashuhudia ya Gen Z. walengwa sana huwa ni wanahabari na ndio sababu tumekuwa na ushirikiano na mazungumzo na polisi na asasi nyingine kuangazia ni vipi wanahabari watalindwa. Kwa sababu wale wenye kutulenga zaidi mara nyingi mekuwa ni polisi on, on, on, both ends we need to train the media owners. The media media owners houses We need to train the editors because hawa ndio wanatuma um, uh, correspondents na reporters kwa and photographers to the field so that they also need to know what are the risks so that they can mitigate them Vilevile vile, katika kongamano hili imebainika kwamba waandishi wa habari wanapitia hali ngumu ikiwepo msongo wa mawazo, ikiangaziwa kwamba wamiliki wa vyombo vya habari wanafaa kutenga muda ili kuangazia masuala ya afya ya akili, hasa kwa wanahabari katika kazi wanazozifanya kila siku. Waandishi wa habari wanapitia mengi, lakini sisi kama wahariri tunasema kwamba tu, tuwasaidie wenzetu tukue na sessions, very important that we have those sessions. Hiyo ndio imekuwa jambo kuu. Watu wanasema hata wanaume wakuwe na kikao chao na wanawake pia wakuwe na kikao chao. Wanaume wanapitia mengi, wangependa wa, wakae kwenye kikao chao waongee yale mambo yanawaaffect kifamilia, kikazi na pia wanawake vile vile. Swala la teknolojia ni swala ambalo limekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo ya leo, ambapo wadau wamesisitiza umuhimu wa vyombo vya habari nchini kuzingatia na kukumbatia ujio wa teknolojia, hasa akili mnemba AI na faida zake na changamoto zake. Lakini tunapotambua zile changamoto na kujiboresha kama vyombo vya habari, basi hatuna nafasi ya kuwa na wasiwasi kwa hivyo ni mojawapo ya masuala ambayo tumeazamia kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, kwa sababu pia ni vizuri tujitayarishe kabla ya uchaguzi, kwa sababu tunajua na tumeona kwamba AI inatumika kumanipulate picha ambazo zinawekwa, taarifa ambazo zinawekwa, mtu anatumia sauti yako kuendeleza taarifa ambazo ni za uvumi au ni taarifa za uongo. Kwa hivyo kama wanahabari ni vipi tunaweza kutambua kwa wakati taarifa ambazo si za kweli, si za uhakika, kwa kutumia ile ile AI tunaweza kuziboresha na kuhakikisha kwamba tunamhudumia mteja um, wetu uh, kwa namna ambayo inastahili. People are now reporting on their phones, they are going out to their laptops, they don't have to be in the newsroom. Then of course, audiences have changed, newspaper sales have dropped, mainstream media is declining, whether it is print or broadcast everything is going onto digital uh, platforms Kwa hivyo, even us in the media particularly the owners and the editors must rethink our business operational models and business models otherwise we will be left behind by uh, history AI is a revolution it cannot be stopped Nikiripotia Coco FM kutoka eneo la Kikambala katika kaunti ya Kilifi